Mwanamuziki wa hip hop kutoka nchini Tanzania, Rosa Ree ameonyesha kutokupendezwa na namna ambavyo wasanii wengi wa muziki wa Bongo Flava sasa hivi wanajibeza sana na kufanya muziki wa mapenzi badala ya kufanya muziki ambao unalenga jamii moja kwa moja. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Rosa Ree ameshare ujumbe ambao unaonyesha kutokupendezwa na mwenendo wa wasanii wa muziki wa Bongo Flava kwa sasa hivi ambao wanaendelea kufanya muziki ya mapenzi badala ya kufanya muziki ambao inalenga jamii moja kwa moja. Ameandika hivi Rosa Ree: kila nikiingia mtandaoni nikakutana na nyimbo wanazoimba wasanii za mapenzi, na stuka kuwapa Watanzania nyimbo za mapenzi wakati kama huu. Ni kama mtoto akilia anakiwa, alafu unamnywesha pombe alewe alale ili asikusumbue. Naumia mpaka najistukia kuitwa msanii wa Tanzania. Ni kwamba hamwelewi? Hamuoni? Mmekuwa viziwi, au mmeamua tu kujizima data? Ni hivi kila kinachoamuliwa kwenye taifa hili kinatuhusu wote, na msipokionja nyinyi basi watakuja kukionja watoto wenu. Amkeni. Huu ni ujumbe ambao Rosa Ree ameishia kupitia ukurasa wake wa Instagram, akionyesha kwamba hapendezwi na namna ambavyo wasanii sasa hivi wanafanya nyimbo za mapenzi badala ya kufanya nyimbo ambazo zinalenga jamii moja kwa moja, alafu ukizingatia mwenendo wa taifa sasa hivi na mambo mengine. Kadhalika vipi wewe upande wako, unafikiri hiki ambacho Rosa Ree amekiongelea kuhusiana na wanamuziki kufanya nyimbo zaidi za mapenzi badala ya kufanya nyimbo ambazo zinalenga jamii moja kwa moja kwa kipindi hiki, ujumbe wake upo sahihi au kuna sehemu ambako inahitaji arekebishe kidogo? Share hapo maoni yako kuhusiana na jambo hili ambalo Rosa Ree ametaka kushare na wengine, lakini pia usisahau kusubscribe Dems Media. Mimi ni Abdul Juma The Mosar, tutane kwa wakati mwingine, bye bye, chao.